Vipi, mbona mechoka siku hizi? Sam sikuoni, nasikia ushakuwa class lepu. Ba Omari, vipi tumbo kwa nini kukwa ama chitsi, mbona sikuelewi? Ashraph Msangi, um, Piusi sikuoni siku hizi, mentupa mchezi wenu wazea. Mpili pili vipi, mko wapi? Mbona support sioni? Piusi unazingua unandaa tu, tutakula peke yetu, unashindana mambo unachezesha watu disco kwenye gari. Mimi sikuelewi. Vipi changa 35 ule na nani? Sibora nipe magembe jenge hii barabara tuendelee kuvuma kwa ndege aeroplane mpaka kalusha tanga mili mani mimi nifike. Usinidishi mimi nakwambia ukweli, usinidishi mimi nakwambia ukweli. Vipi kwani woti, mbona ueleweki? Umetoba siki jatoboa, mi sikuoni. Unachunga ng'ombe hapo, unachanganya na elimu nini, unategemea utafali mwisho wa siku. Bora uanzisheni viodi, bora ukachonge kukiungane na meja. hey, we vipi, msimfuata Mtenga shapotea. yeah mbeni internet ndo mchizi wangu hasa wa karibu, kila siku mimi nashinda naye okay. yeah, ni fundi shule takia Ni kwa nini? Sababu nitakuumba kanishi. Sasa safiri mpaka eia sio ni maskio, sioni kazi, sioni fridi, sioni nini, sijui kazi yangu ni nini. Bage, mnajijua au mnazuga? Mnabeba mabegi makubwa. Kikosi namtenga vipi? Bora mwende mkalime au mkashiriki jeshi jeshi shindwa wabeba makomba ati, mbona nyinyi mnaweza kilo kumi, mbegi yenu mmekadiria wapi? <laughs>